Na mtazamaji vijana katika kaunti ya Busia wamehimizwa kujihadhari zaidi na matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii, huku ulimwengu ukizidi kukumbatia matumizi ya mtandao kama njia ya mawasiliano. Vijana hao wa mpakani wameshauriwa kujiepusha na hulka ya kutekeleza uhalifu wa kimtandao mbali na kusambaza jumbe za kuongeza uhasama na chuki miongoni mwa wakazi, hasa wakati huu taifa linapoelekea Msimu wa uchaguzi mkuu. Ongezeko la mienendo hiyo miongoni mwa vijana Busia limechochea mashirika ya kudhibiti matumizi ya mtandao kuendeleza hamasisho kwa vijana dhidi ya matumizi mabaya ya mitandao ya kijamii. Unajua, ukabila na hii ninii hate speech ki wakati hii na tunana 2027 wakati election italeta madhara makubwa sana. Tunakumbuka 2007 ilifanyika. So tukianza na ukabila kwa mitandao, tuishi kwa amani na tuahi ta ukabila kwa mitandao. Nii ni shughuli ambayo iko mpaka 2027 hata kuenda mbele kulimisha taulimisha vijana njia ambayo inafaa na jamii kwa jumla um some of the threats that we were able to identify are online scams hate speech and cyber bullying one of the th the concerns that needs to be addressed especially within uh, the community is uh, to learn to not jump on information uh, most people are quick to forward messages received without verifying uh, the authenticity of whatever they have received. Tusipate mwelekeo wa wa viongozi wetu ambao wanatupoteza wakitupea wrong information, ambapo alafu sisi pia tuna tunachukua hiyo information tuna spread kwa nini kwa forums. We as the youths we are the greatest uh, utilizers of the social media and in one way or the other we always uh, uh, interact with activities that uh, shows or symbolizes cyber threats. So identify. Na mtazamaji, na baada ya taarifa hiyo, tunachukua mapumziko mafupi kwa hivi sasa, lakini ukiangalia kama alivyokufahamisha uh, maisha bila figo ndio kitandawili chake Eric Mutua na kwamba hapa kuna gharama sana. Mwanzo kuna mtihani wa mtu ambaye yuko tayari kujitolea ili kupeana figo yake. Alafu pili, kuna tatizo magharama la upandikizaji wa figo. Alafu tatu, pia kuna swala la vipimo. Yote hiyo ni gharama ambayo ni pana sana ikija katika maswala ya hela itakayohitajika. Lakini zake zote mbili zimefeli, lakini hajakata tamaa mengi baada ya muda usiokuwa mrefu.